Abiria waliokolewa Alhamis ya tarehe 13 Machi, kupitia milango ya dharura kutoka kwenye ndege ya shirika la ndege la Marekani iliyokuwa imeshika moto katika uwanja wa kimataifa wa Denver, kulingana na picha za mashuhuda ambazo zimethibitishwa na shirika la habari la Reuters. Moshi mzito unaonekana ukitoka kwenye ndege hiyo iliyokuwa imeegeshwa, abiria na wahudumu wakiondoka ndani kwa dharura. Moto huo ulizimwa kwa haraka, shirika hilo la ndege likithibitisha kwamba abiria wote 172 na wahudumu sita waliondoka kwenye ndege hiyo, na mamlaka ya uwanja huo wa ndege nayo ikieleza kwamba watu 12 walipelekwa hospitalini wakiwa na majeraha. Ndege hiyo aina ya Boeing 737-800 ya shirika la ndege la Marekani ilikuwa ikisafiri kutoka Colorado Springs, ambapo ilazimika kuelekezwa kwingine kutoka eneo ambalo ilikuwa ikielekea la Dallas, baada ya wahudumu kuripoti mitetemo kwenye injini yake, kwa mujibu wa taarifa ya mamlaka ya viwanja vya ndege kwenye eneo husika.